Jumla mtaji wa soko uliongezeka kwa asilimia sifuri nukta moja kutoka shilingi trilioni kumi na nane nukta tisa hadi shilingi trilioni kumi na nane nukta tisa mbili. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa bei ya hisa za JHL, Afriprise, MBP na KCB ambapo JHL iliongezeka bei kwa asilimia 0.49 wakati Afriprice ikiongezeka bei kwa asilimia 4.26, MBP ikiongezeka bei kwa asilimia 2.6, na KCB ikiongezeka bei kwa asilimia 1.27. Mtaji wa soko la ndani ulipungua kwa asilimia 0.08 kutoka shilingi trioni 12.984 wiki iliyopita hadi shilingi trioni 12.97 kutokana na kupungua kwa bei ya hisa za TPCC ambazo zilipungua kwa shilingi 40, TCCL ambazo zilipungua kwa shilingi 40, MKCB ambazo zilipungua kwa shilingi 30 na Nicol ambazo zilipungua kwa shilingi 30. CRDB iliongoza kwa idadi kubwa ya hisa zilizouzwa kwa asilimia 95.81 sawa na hisa milioni 4.2 ikifuatiwa na Afriprice kwa asilimia 1.2 sawa na hisa 53,360. CRDB imeongoza kwa mauzo ya hisa wiki hii ikirekodi shilingi bilioni 3.3 ambayo ni asilimia 94.46 ya mauzo yote, ikifuatiwa na TPCC ikirekodi shilingi milioni 60 ambayo ni sawa na asilimia 1.69, huku NMB ikirekodi shilingi milioni 58 ambayo ni sawa na asilimia 1.64 ya mauzo yote. Wawekezaji wa ndani wamechangia asilimia 99.95 huku wawekezaji wa kigeni wakichangia asilimia 0.05 tu kwenye shughuli za soko wiki hii. Katika wiki kulikuwa na miamala 88 kwenye soko la hati fungani ambapo soko lilisajili takriban shilingi bilioni 11.98. Mnada wa dhamana za serikali za muda mfupi yani treasury bills, wa siku 35, siku 91, siku 182 na siku 94 uliofanywa na Benki Kuu ya Tanzania tarehe 23 April 2025 ulisajili zabuni 39 ambapo zabuni 22 zilifanikiwa na kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 65.7. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa mapitio ya soko la hisa Dar es Salaam kwa wiki iliyoishia Ijumaa ya Aprili 23, 2025.